Mrakibu msaidizi Checha Mchaka ni kaimu kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Rukwa. Leo hii ni siku maalum kwa jeshi letu la zimamoto na uokoaji mkoa wa Rukwa, ni siku ambayo mheshimiwa mkuu wa mkoa amekabidhi magari matatu wa jeshi, kwa jeshi la zimamoto na uokoaji kwa niaba ya Fande Kamishna Jenerali wa jeshi la zimamoto na uokoaji makao makuu Namshukuru sana afande kamisha jenerali pia na mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kuliona jeshi letu na kuhakikisha linakuwa, linakuwa imara muda wote kuhakikisha maisha na mali ya watu wa mkoa wa Rukwa wanakuwa salama muda wote. Jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Rukwa limepokea magari matatu mapya ikiwemo fire tender moja kama inaweza kuonekana hapa. Kamandi nkaa moja, irudie hii jina yake. Fire tender. Fire tender. Ama fire engine. Fire engine. Au gari la kuzima moto ndio moja hii ndio inaitwaje? Commanding car. Commanding car. Ndio na ambulance moja ndio. E, zilizolenga kurahisisha shughuli za utendaji kazi katika utoaji wa huduma bora kwa wananchi. Ni matumaini yangu kuwa magari haya ya Jeshi la Zimamoto yatatumika kwa shughuli zilizokusudiwa na zinazotarajiwa kwa ajili ya shughuli na sio kwa ajili ya shughuli za watu binafsi. Kila mtu anafahamu kuwa magari ya serikali yana utaratibu wake wa namna ya kuyatumia na kuyatunza. Naelekeza kuwa utaratibu wa kuyatumia na kuyatunza magari ya serikali ufuatwe kama ambavyo tunaujua huo wa siku zote. Madereva, zingatieni matumizi mazuri ya magari haya na kuwa waadilifu hasa kwenye matumizi ya mafuta. Jeshi la zimamoto na uokoaji katika mkoa wetu lina umuhimu mkubwa sana, kama nilivyoeleza hapo awali. Kutokana na umuhimu huo, ni vyema kila wilaya ikawa na kituo cha zimamoto ili kutoa huduma kwa wananchi kwa wakati. Ninatoa wito maalum kwa halmashauri zote za mkoa wa Rukwa kuhakikisha kuwa zinatenga maeneo maalumu kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya zimamoto vya kudumu katika kila makao makuu ya wilaya na wananchi wanapewa elimu ya kujikinga na majanga ya moto.